Kipindi hiki cha miaka minne, sisi upande wa manispaa mheshimiwa rais dr samia suluhu Hassan, kwanza tulianza na ujenzi wa madarasa katika maeneo mbalimbali sekondari, lakini kwenye shule zetu za msingi, na ujenzi huu umesaidia sana wanafunzi wote kwa kuhakikisha kwamba wako darasani na wanakaa kwenye madawati. Kwa hiyo madarasa 244 katika miaka minne yamejengwa, na thamani yake na thamani ya shilingi bilioni tano nukta mbili. Sisi tulibahatika kupata ujenzi wa shule mpya kuna shule ya Dkt. Lawrence Gama, kuna shule ya Ruhila sekondari, kuna shule ya Dkt. Damas Ndumbaro. Lakini ukienda pale Ruvuma sasa hivi kuna ujenzi wa shule ya sekondari ya amali zaidi ya shilingi bilioni tatu milioni mia sita tumezipata na kwa kweli zimekuwa faida kubwa kwa wananchi wetu, lakini maeneo mengine makubwa ambayo katika elimu tumepata fedha za kutosha na kurekebisha majengo katika shule ya Dr. Emmanuel Nchimbi. Ukienda pale katika miaka minne, kabla ya miaka minne iliyopita, hali ya miundombinu ilikuwa ni migumu sana, lakini kwa sasa tulipata zaidi ya shilingi bilioni moja milioni 240 ukienda sasa pale Dr. Emmanuel Nchimbi, shule inapendeza, tumejenga madarasa, tumejenga hostel na miundombinu mingine sasa hivi inaendelea imeongezeka. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka minne zaidi ya shilingi bilioni 14 zimekuja kwa ajili ya uendeshaji katika shule zetu na maana yake nini? Kwa kuto kuchangia fedha hizi, maana yake zimeimarisha uchumi wa wananchi wetu. Na katika kipindi hiki tumefanikiwa kujenga shule maalum pale kenda kata ya Mshangano. Na shule maalum ya mkondo wa Kiingereza ya Chifuzulu pale tuliwekeza zaidi ya shilingi milioni 800, na kwa kweli ni mshukuru Mheshimiwa Rais alipokuja katika ziara mkoa wa Ruvuma, alitupa heshima ya kuifungua shule ile na tuli... Mheshimiwa Rais alifurahi sana. Katika sekta ya elimu, jambo kubwa limefanyika na Mheshimiwa Rais. Katika mkoa wetu tayari tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 17.8, hizi zinaenda kujenga chuo kikuu pale eneo la Pambazuko. Kwa hiyo, kwa ujumla wake katika maeneo haya machache kwenye sekta hii ya elimu zaidi ya shilingi bilioni 41.78 zimeletwa na zimetumika katika maeneo haya niliyoyataja ya taji. Sekta ya afya katika kipindi hiki cha shilingi bilioni 6.735 katika fedha hizi tumefanikiwa kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya manispaa pale, tayari zaidi ya shilingi bilioni tatu zimewekezwa pale, lakini huduma zile za OPD tayari zimeshaanza katika eneo lile. Tumeijenga zaidi ya zahanati nne, vituo vya afya zaidi ya sita. Sekta ya maji, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais katika mradi ule wa miji 28 manispaa ya Songea na nimfaidika na tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 145.7 na kazi ya ujenzi wa mradi huo mkubwa wa kusambaza maji katika eneo letu la manispaa, kazi hiyo imeshaanza sasa. Katika kipindi hiki cha miaka minne wale wafaidika wamelipwa zaidi ya shilingi bilioni tisa. So, familia 2514 zinafaidika na mfuko huo wa TASAF. Asilimia 60 ya wakazi wa manispaa ya Songea wanashughulika na kilimo katika kipindi hiki una, tumefaidika kupata mbolea ya ruzuku tani 88.208 na kwa hiyo upatikanaji wa huo pembejeo imekuwa ni faraja kubwa na kwa kweli kupitia kwenu tunapeleka shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hasani kwa uamuzi wa wake wa kutoa ruzuku za pembejeo. Kama sio zile ruzuku manaake bei ya pembejeo zingekuwa ziwezi kushikika na wachache sana ndio wangeweza kumudu. Katika kipindi hiki cha miaka minne, mheshimiwa wa rais, tumetoa zaidi ya shilingi bilioni mbili nukta mbili mikopo ya vikundi katika makundi maalum, wanawake, vijana na wenye ulemavu. Miradi yote ya manispaa yamegharimu zaidi ya shilingi bilioni 188. Kwa niaba ya wananchi wa manispaa ya Songea na kwa niaba ya viongozi wenzangu wote nitoe shukurani kubwa kwa mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kazi hizi zote ambazo wanazifanya. Niwaombe wananchi waendelee kumwombea mheshimiwa rais, ili katika kipindi kijacho ki ambacho tu anaenda kugombea sisi tuwe wa kwanza kuhakikisha kwamba tunaenda kupiga kula, na ahadi yetu kwake, tutaenda kumshukuru kwenye boksi la kula, kuhakikisha wanaungana na serikali yao kuhakikisha kwamba wanajiletea maendeleo.